Ni hilo tu, ni hilo tu, ni hilo tu. Mwenzangu likutiyalokiwewe moyo kupata uchungu, na kuyapiga mayowe, mpanga mambo ni Mungu, si mimi wala si wewe, ni hilo tu. Ni hilo tu, mwenzangu lifanyalo upagawe, kichwa kuwa na kizungu zungu na ma ruweruwe, una yako nina yangu, ruhu yako ikutuwe, ni hilo tu, ni hilo tu, mwenzangu litendalo uvumiwe, hadi kuwa wangu wangu, nusu mtu somwewe hulipati neno langu jipike ujipakue, ni hilo tu, ni hilo tu mwenzangu, likumezesha lojiwe na kukutia uchengube, ni kucheza msewe rika lako na majungu haviendani uyuwe, ni hilo tu, ni hilo tu mwenzangu zabongo mlimwengu, kila mtu na mtuwe. Tamati na kwenda zangu, shangu babaki mwenyewe. Ni hilo tu, ni hilo tu.